Indonesia imetapakaa maji katika maeneo yake mengi ya nchi hususan katika kisiwa cha Sumatra. Hali hii imetokea baada ya kingo za mito kuzidiwa na maji ya mvua kubwa zilizonyesha na kisha yakatapakaa kwenye makazi ya watu. Shughuli kubwa inayofanyika hivi sasa ni kuwahamisha watu na kuwapeleka kwenye maeneo ambayo ni salama zaidi, wakati vikosi vya uokoaji navyo vinaendelea kuwasaka mamia ya watu wasiojulikana walipo. Bado kuna ugumu wa kuyafikia baadhi ya maeneo kwa ajili ya kufanya uokoaji na kupeleka misaada kwa kuwa barabara na madaraja hayapitiki, huku umeme, mawasiliano ya simu na mtandao vikikatika. Wakati hayo yakiendelea, serikali ya Indonesia imekosolewa na baadhi ya waathiriwa kwa kutokuwa na utayari wa kukabiliana na janga hilo. Hali hiyo imemlazimu waziri wa mambo ya ndani Tito Karnavian kukiri kuwa kuna uwezekano hawakujiandaa vyema kulingana na namna hali yenyewe ilivyotokea kwa haraka. Katika baadhi ya maeneo kuna ripoti za wizi kwa kuwa njaa inazidi kuongezeka, ambapo wananchi wana mahitaji makubwa ya chakula na bidhaa nyingine muhimu. Novemba imeacha maumivu makubwa kwenye baadhi ya nchi za bara la Asia zilizokumbwa na mvua kubwa na upepo mkali ulioathiri mamilioni ya watu, huku zaidi ya watu mia tisa wakifariki dunia. Raymond Nyamwihula, Azam News.